Kuanzia tarehe ishirini na saba mpaka tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano usijizuie kukutana na watu wapya, au utakapokutana na watu wapya usiwapuuze. Hili ni jambo la muhimu sana. Katika kila mwezi, ulimwengu huwa unatupa attention, na katika attention hiyo ulimwengu huwa unaachilia nguvu zake nyingi sana huwa kuna vipindi viwili muhimu vinavyotokea kila mwezi ambapo ni full moon pamoja na kuandama kwa mwezi. Sasa, mwezi huu, tukio la kuandama mwezi, sasa mwezi huu tarehe ishirini na saba kuna tukio la kuandama kwa mwezi. Mwezi unapoandama huwa kuna nguvu nyingi sana za ulimwengu zinatolewa. Hiki ni kipindi ambapo ulimwengu unatoa fursa kwetu ya kuanzisha vitu vipya, na chochote kile utakachokianzisha katika kipindi hiki ni lazima kije kufanikiwa katika siku za hivi karibuni na hasa katika full moon ya mwezi wa sita, naweza nikasema hii ni zawadi iliyofichwa kutoka kwa ulimwengu, kwa sababu mwezi unapoandama huwa hauonekani kwa macho, huwa hatuoni angani. Kwa hiyo wengine huwa wanapenda kusema ni zawadi iliyofichwa kutoka kwa ulimwengu. Sasa leo nataka nikupe tahadhari ya vitu ambavyo kamwe hupaswi kuvifanya ili uweze kuitumia ipasavyo hii nguvu ya mwezi mpya au mwezi mwandamo. Ukivifanya utasababisha ile nguvu ya mwezi kuandama isifanye kazi katika maisha yako. Usijizuie kukutana na watu wapya, au utakapokutana na watu wapya usiwapuuze. Hili ni jambo la muhimu sana. Ulimwengu huu unatoa fursa ya wewe kuanzisha vitu vipya na chochote kile utakachokianzisha katika kipindi hiki kina uwezekano mkubwa wa kuja kufanikiwa. Sasa basi, unapokutana na watu wapya usiwapuuze, usipuuzie mawazo wanayokupa, usipuuzie fursa wanazokupa. Huwezi kujua hayo mawazo yao yatakuja kuwa na impact gani katika maisha yako hapo baadaye. Unapokutana na watu wapya katika kipindi cha mwezi mwandamo usiwe mvivu kujifunza vitu vipya na kupokea vitu vipya kutoka kwao. Mara nyingi hao watu wapya huwa wanakuja na kitu ambacho aidha kitakuvusha wewe au kitakupeleka katika mafanikio yako. Kwa hiyo unapoona mtu mpya anajitokeza katika kipindi hicho cha kuanzia tarehe nane mwezi wa tano mpaka tarehe kumi mwezi wa tano usiwapuuze. Na wala usiwachukulie poa. Sikiliza kile wanachokuambia kama kuna kitu kipya wanataka wewe ujifunze, basi kuwa tayari kujifunza na kukipokea. Jambo jingine ambalo kamwe hutakiwi kulifanya katika kipindi cha mwezi mwandamo ni kukataa fursa mpya au kukataa mwaliko wa fursa fulani. Yaani, hata kama uko bize kiasi gani, Usiseme no katika fursa yoyote ile inayokuja katika kipindi hiki. Niulize, kwa nini? Fursa yoyote ile inayokujia katika kipindi cha mwezi kuandama, mara nyingi huwa inakuja kuleta matukio mazuri huko baadaye. Kwa mfano, mtu anaweza akawa amekualika twende kwenye semina fulani, au kuna kitabu fulani hapa kinafundisha kitu kizuri sana. Kisome, usipuuzie, wala usikatae, lakini hii haimaanishi kwamba inatakiwa ukubali kila kitu. Hata kama unaona kabisa hapa naenda kutapeliwa, basi wewe ukubali tu kwa sababu ni mwezi mwandamo? Hapana, angalia vitu ambavyo unaona kabisa hiki, hakuna sababu yoyote ya mimi kukataa. Kwa hiyo fursa yoyote ile ambayo unaona ni nzuri kwako au unaona itakufaa usikatae, ikubali, nenda kaiangalie, kaisikilize, ikiwezekana ifanye. Inawezekana hiyo ndio njia yako ya mafanikio. Kwa hiyo kuwa awee na vitu ambavyo ulimwengu unakuletea kwa wakati huu. Kitu kingine ambacho unatakiwa kujizuia kwa nguvu zote ni kuambatana na watu ambao wananyonya nguvu zako. Ninavyosema wananyonya nguvu zako ni zile nguvu za ndani, yani your vibrational energy. Niliwahi kufundisha kwamba kuna watu ukikaa nao vibration energy zako zinakuwa juu, na kuna watu ukikaa nao vibration energy zako zinakuwa chini. Sasa epuka sana watu wanaoshusha vibe yako. Yaani kuna baadhi ya watu ukikaa nao muda wote unajisikia wewe ni mnyonge, unajisikia kukata tamaa, unajiona wewe hakuna kitu unachokiweza hapa duniani. Sasa watu wa namna hiyo achana nao, waepuke kwa nguvu zote. Katika kipindi hiki inatakiwa uambatane na watu ambao wanakutia moyo, wanakupa motivation ya kuanzisha vitu vipya kuanzisha miradi mipya na kujiona kwamba wewe unaweza. Kumbuka kwamba ili uweze kuanzisha jambo lolote lile zuri katika maisha yako, kitu cha ja kwanza kabisa inahitaji uwe na nguvu za kutosha, na moja kati ya kitu ambacho kitakupa nguvu ni vibration energy zako zikiwa zipo juu. Unajua vibration energy zikiwa juu, kwanza unapata vibe, yaani unajisikia positive muda wote kwamba kwa nini nisianzishe biashara fulani? Yes I can do it. Sasa hebu pata picha ukiwa na vaibu hilo hapo, alafu unakutana na mtu anakuambia hivyo, we biashara unaijua kweli? Kuna biashara rahisi hapa duniani hiyo biashara wewe uiwezi, ina wenyewe." Hebu niambie, hiyo nguvu uliyokuwa nayo itaendelea kuwa hivyo hivyo? Kwa hiyo automatically na wewe utajikuta unakuwa down vibration zako na wewe zinaanza kushuka, unaanza kujikuta unakata tamaa. Lakini ukiwa na vibe la juu, alafu ukakutana na rafiki yako ukamshirikisha naye, ya akakwambia yes you can do it, yani unaweza, utafanikiwa, fanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo unajikuta nguvu zako za ndani zinazidi kuwa juu, unazidi kupata moyo wa kufanya biashara unazidi kupata motivation ya kufanya biashara, na matokeo yake wazo lako linafanikiwa. Kwa hiyo katika kipindi cha mwezi kuandama, epuka kuambatana na energy suckers, watu wanaonyonya nguvu zako. Jihusishe na watu watakao kumotivate kukutia moyo na kukuonyesha kwamba wewe unaweza. Pia kitu kingine ambacho unatakiwa kujizuia usikifanye kabisa katika kipindi cha mwezi kuandama ni kuahirisha mambo. Kama kuna kitu umeplan kukifanya basi usije ukathubutu kuahirisha. Kwa mfano, umeplani kusafiri, nataka niende mahali fulani, usije kuahirisha hiyo safari, kwa sababu inawezekana hiyo safari ikakupelekea wewe kwenda kugundua kitu fulani ambacho kitakusaidia katika maisha yako, au huko na kwenda, utaenda kukutana na watu wapya ambao watakupa ideas mpya na watakupeleka katika njia ya mafanikio yako. Kwa hiyo kama huna sababu za msingi za kuahirisha hicho kitu ambacho uliplan kukifanya, na kuomba sana usiahirishi. Kifanye na utapata matokeo mazuri sana. Na pia katika kipindi hiki cha mwezi kuandama, hata kama umepata mwaliko mahali fulani, labda kuna kasherehe fulani, birthday party, kuna harusi, nenda, usiairishe na wala usikatae mwaliko huko, na kwenda utaenda kukutana na watu wapya, utaenda kukutana na mawazo mapya ambayo yatakuwa na msaada mkubwa sana katika maisha yako. Hiki ninachokiongea hapa Uh, kwa wale watu ambao watakwenda kukutana na watu wapya katika kipindi hiki watakuja kukishuhudia hapa. Yaani kuna kitu kipya tu utakipata ambacho kitakuwa ni cha muhimu sana katika maisha yako. Kwa hiyo usikatae mwaliko, usiahirishe safari na wala usiahirishe kwenda kwenye seminars. Vitu kama hivyo vinatakiwa vizuiwe katika kipindi cha full moon. Kwenye full moon ndipo watu wanatakiwa watulie majumbani mwao, kwa sababu ni kipindi ambapo tunaachilia yale ambayo hayatufai na tunatakiwa kujitibu miili yetu kutokana na masahibu ambayo tumeyapata tangu mwezi mpya unaanza. Kwa hiyo zingatia sana swala hilo hapo. Pia kitu kingine cha kuepuka katika kipindi cha mwezi kuandama ni kumsimulia kila mtu mipango yako. Jamani, hiki ni kitu cha kuzuia kwa hali yoyote, ili wewe kama umepanga kuanzisha biashara, umepanga kuanzisha mahusiano mapya au kuanza kusoma shule, keep secret. weka moyoni mwako, na jambo la msingi zaidi la kufanya ni kuandika, write down your intentions kama una plani, sijui nataka nikanunue gari mpya, nataka nikanunue nyumba mpya, chukua peni yako na karatasi, andika. Kwa kadiri unavyoandika, unaweka nguvu yako pale katika maandiko yako, na ulimwengu unaipokea hiyo nguvu, na hicho kitu kitakuja kutokea kama ambavyo unawishi. Lakini kumsimulia kila mtu mipango yako sio wazuri, otherwise kama umeplani kumwambia mtu basi, chagua mtu ambaye unamwamini na chagua mtu ambaye unaamini yuko positive na vibration zake ziko juu. Kwa hiyo popote pale utakapoenda, kama utaenda kwenye party au utaenda kwenye seminar, watu ambao utakutana nao, epuka kuwasimulia mipango yako. Yani si kila mtu anastahili kujua mipango yako, au sio? Kwamba ufike huko ukaanza kujadili kwamba jamani, leo ni mwezi unaandama, kwa hiyo tupange malengo yetu, tupange mikakati yetu, mimi nataka kuanzisha biashara mpya, yeye nataka kununua nyumba mpya. Hapana, hayo mambo yanakuhusu wewe mwenyewe na unatakiwa kuyafahamu wewe mwenyewe, na pia ulimwengu unafahamu hiyo mipango yako. Kwa hiyo piga stori nyingine zote unazozijua, lakini sio kuhusiana na mipango yako. Kama kuna changamoto yoyote ile unayopitia, ulimwengu utakukutanisha na watu sahihi na utajikuta changamoto yako inatatulika bila ya wewe mwenyewe kutarajia. Kitu kingine ambacho kamwe hupaswi kukifanya katika kipindi cha mwezi kuandama ni kukataa kuanzisha mahusiano mapya. Kwa mfano, wewe ni mwanamke kuna mtu amekuwa anakutongoza muda mrefu sana, alafu ikafika kipindi cha mwezi mwandamo, anakuomba mtoke out au anakuomba mwende mahali fulani kwa ajili ya maongezi, usikatae. Kama upo single na una uhitaji wa mahusiano, usikatae kwenda. mara nyingi Watu wanaokuja katika kipindi hiki ndio watu ambao wanakuwa sahihi katika maisha yako na ni watu ambao utafika nao mbali katika maisha yako. Kwa hiyo kama wewe ni mwanamke au ni mwanaume katika kipindi cha mwezi mwandamo ukikutana na mtu mpya ambaye unashawishika kuanzisha naye mahusiano usisite, anza naye mahusiano. Mara nyingi ulimwengu huwa unajitahidi kukuletea watu sahihi katika kipindi hiki hapa, ili mkaanze safari mpya ya maisha yenu. Na pia hata kwa wale ambao wanataka kufunga ndoa, hiki kipindi cha mwezi kuendama ni kipindi kizuri sana, kwa sababu pale mnakwenda kuanzisha ndoa mpya, na ndio kipindi cha mwezi mwandamo nitaenda vizuri sana na hii nguvu ya mwezi mwandamo, na itawafikisha pazuri sana katika maisha yenu. Na mara nyingi ndoa zinazofungwa katika kipindi hiki cha mwezi mwandamo huwa zinakuwa ni ndoa zenye furaha na zinadumu kwa muda mrefu sana. Watu wengi huwa wanakutana na masoulmate wao katika kipindi hiki, kwa hiyo ni moja kati ya kipindi ambacho utakiwa kuwa na marengo ya yani mtu akikuhitaji anataka muanzishe mahusiano na wewe, huna sababu yoyote ile ya msingi ya kukufanya ukatae. Sio mke wa mtu, sio mume wa mtu, na wala haupo katika mahusiano. Kwa hiyo huna sababu ya kukataa, kubali hayo mahusiano, yatakufikisha mbali sana. Na pia kitu kingine, epuka kukaa peke yako. Katika kipindi cha mwezi kuandama unaruhusiwa kufanya meditation ukiwa peke yako, lakini baada ya kumaliza spell zote zinazotakiwa unatakiwa kujichanganya au kujihusisha na watu fulani. Unapokaa peke yako unaweza kujikuta unakosa mawazo mapya au utajikosesha fursa ya kukutana na watu wapya ambao ulimwengu umewaandaa kwa ajili yako. Kwa hiyo kujifungia ndani sio idea nzuri. Baada ya kukamilisha spells zote zinazotakiwa kufanyika, toka nje au unaweza kujumuika na rafiki yako ambaye unamwamini, ili muweze kushare idea na kupeana mawazo mapya. Na pia katika kipindi cha mwezi mpya usijihusishe na sajari au upasuaji wote ule wa mwilini. Kwa nini nakuambia hivyo? Siku zote mwezi huwa unaathiri utiririkaji wa damu mwilini, kama vile unavyoathiri utiririkaji wa vimiminika vyote hapa duniani. Kwa hiyo effect hiyo huwa pia inakuwepo katika damu. Sasa, katika kipindi cha mwezi kuandama, huwa kuna uwezekano mkubwa wa surgery kufeli au kutokuwa na matokeo mazuri. Kwa hiyo, kama kuna uwezekano wa kuahirisha, kuipeleka mbele sajari yako, fanya hivyo. Lakini kama ni emergency, kuna zile operations za emergency, hakuna namna, fanya hivyo hivyo, ulimwengu utakupambania. Lakini kama unao uwezo wa kupeleka mbele, kupisha hiki kipindi cha mwezi kuandama, fanya hivyo, itakuwa na faida zaidi kwako na pia kitu kingine ambacho kitakufailisha sana kama ukikifanya katika kipindi cha mwezi mpya ni kuwa na hofu ya kutaka kuanzisha jambo jipya. Ngoja nikwambie kitu hiki hapa, moja kati ya wakati mzuri sana wa kutake risk, yani kufanya vile vitu hatarishi, basi ni kipindi hiki cha mwezi kuandama kama kuna fursa umeipata inayohusisha kutumia pesa nyingi na tayari umeshafanya utafiti wa kutosha kwamba hiyo fursa ni nzuri na inaweza kuja kukuletea matokeo mazuri hapo baadaye, basi ifanye, weka uoga wako pembeni, wala usihofie kwamba pesa zako zitapotea. Huu ni wakati sahihi wa wewe kuwekeza na ni wakati sahihi wa wewe kutake risk na amini kwamba matokeo yatakuja kuwa ni mazuri sana hapo baadaye. Kwa hiyo wale watu ambao huwa mnapatwa na hofu katika kuanzisha jambo fulani, kwa kuhofia kwamba labda nitapoteza pesa zangu, nitakuja kupata hasara, weka hiyo hofu pembeni. Mwezi mpya unakutaka wewe uanzishe hicho kitu kipya. Ulimwengu tayari umeshatoa fursa ya watu kuanzisha mambo yao mapya, nawe zingatia watu wote ambao wana mabiashara makubwa, hata kama walikuwa hawajui, basi biashara zao wengi zilianza katika kipindi cha mwezi kuandama. Yani chochote kile kitakachoanzishwa katika kipindi hiki ni lazima kije kilete matokeo chanya. Kwa hiyo wewe, ambaye umepata fursa ya kuifahamu hii nguvu, basi itumie ipasavyo, itumie vizuri, ili uje kupata matokeo mazuri hapo baadaye. Amini kwamba wewe ni mtu wa thamani sana hapa duniani na unao uwezo mkubwa sana wa kubadilisha mambo. Maisha yako yanao uwezo wa kubadilika kuanzia sasa, na uwezo huo upo mikononi mwako. Hapa duniani hakuna mtu kama wewe, na hata kuja kutokea mtu kama wewe. Kwa hiyo usije ukajidharau na wala usije ukamdharau mtu yoyote hapa duniani. Siku moja maisha yako yatakuja kuwa ushuhuda kwa watu wengine, machozi yako ya huzuni yatakuja kugeuka na kuwa machozi ya furaha iliyopitiliza. Kama unaamini hayo, unaweza kujiandikia neno lolote lile la ushindi hapo chini kwenye comment. Na kwa jinsi ambavyo unaamini na kujinenea, ndivyo ambavyo itakwenda kuwa katika maisha yako. Amini kwamba wewe ni mtu ambaye umechaguliwa na ulimwengu. Hujaja hapa kwa bahati mbaya, umekuja hapa kwa kusudi maalum na maadam tu umesha ingia katika channel hii basi, amini mafanikio tayari yapo katika maisha yako, na wewe tayari ni mtu mwenye mafanikio. Naomba niwatakie happy new moon, na usisahau tu kusubscribe ili usije kupitwa na video zetu nyingine zinazofuata. uwe na wakati